Barabara kabisa, mtazamaji, natumai ubuheri wa afya popote pale ulipo, na katika taarifa tulizokuandalia hii leo ni kwamba athari za mvua zazidi kudhihirika, maporomoko mengine kukisiwa kufanyika, kina mama wa kisurutini kujipatia ajira. Kimataifa, idadi kubwa ya ndovu yatoweka nchini Tanzania. Michezoni, michuano ya mfungo ca kuingia robo finali. Na mtazamaji, hizi ni taarifa za mwambao, na nafahamika kama Aisha Mwajumla, karibu. Bado athari za mvua zazidi kudhihirika katika baadhi ya sehemu za kaunti ya Mombasa, hususan sehemu ambazo mafuriko yalishuhudiwa na kuacha waja bila makazi. Familia zisizopungua mia moja hamsini na tatu zimepewa hifadhi kwenye makao ya dharura, lakini sasa kuna hofu mpya ya mkurupuko wa magonjwa kutokana na hali duni ya mazingira waliomo. Mwandishi wetu Kadzugunga anaeleza zaidi. Ni katika ukumbi huu wa Mwidani ambapo zaidi ya familia mia moja hamsini na tatu wamepata hifadhi tangu mvua kubwa iwaharibie makao yao. Japo wamepata pahala pa kulala, wanalalamikia mazingira duni yanayotishia afya zao. Kinachomkera Omar Saidi zaidi ya yote ni hali ya vyoo wanavyotumia. Hakuna aliyekuwa akivisafisha, anasema ilimbidi wafanye usafi kivyao ili waepuke tishio la maradhi. Leo likuko mavi yamejaa mpaka huku, ilibidi tuchukuane sisi kama vijana ambao tumesimamia umradi mradi wa disaster ya kuokoa watu ambao wamezamishwa na maji tuamue kutengeza hicho choo, na kama unavyoiona tumesafisha tumetoboa tumejenga tumepiga mpaka deki. Siku chache zilizopita watu watatu walipoteza maisha yao kutokana na maradhi ya kipindupindu. Omar aidha amelalamikia usalama katika sehemu hiyo, kwani kulingana naye hakuna maafisa wa usalama waliowekwa ili kuwapa ulinzi walioathirika. Tuna akomodeti watu, tunafanya security. Mimi nina siku nne sijalala, i swear nina siku nne sijalala. Utalala vipi, usiku ulinde watu huku? Baadhi ya wakazi wa Mwagosi walioko katika ukumbi wa Mwidani wakilalamikia hali duni ya mazingira. Ajuza huyu amejipata katika tabu baada ya mvua nyingi ilionyesha na kusababisha kuanguka kwa nyumba yake. Ajuza Rukia Mwakizola pia ni mmoja wa waathiriwa na anahesabu hasara kutokana na mvua iliyopelekea nyumba yake kuanguka. anu yanze mvua napewa na mvua, nina taabu kile kaneeshewa na ingine naingia maji mpeperuko paka huku. Kufikia sasa hana chochote cha kufanya, kwani alianguka na kuumiza mguu wake, hali ambayo ilipelekea kuacha ukulima aliyokuwa akifanya ili kujikimu kimaisha. Na ombi lake kuu ni kuwa serikali angalau imsaidie katika kurejesha hali yake ya awali. Kuwa nikienda shambani mwenye, niogo, maindi, na limu mwenyewe, napanda miogo, mahindi na kunde, zikikuwa zimemea mwenyewe nauza, napata riski ya kula Kazogunga, Pwani TV, habari za mambao. Kwingineko, mitaa ya makazi duni ya Kachonjo Moroto Murukenge, eneo la Chuda, yametajwa kama sehemu zilizo katika hatari ya kukumbwa na miporomoko ya ardhi kufuatia mvua kubwa inayoendelea kunyesha, hatua iliyopelekea serikali ya kaunti ya Mombasa kutaka kuwahamisha wakazi wa makao hayo. Oscar Ocheng anatoa anatohabarisha zaidi. Makazi haya ya mabanda katika eneo hili la Chuda yamekuwa makao kwa wengi hususan wale wanaoaminika wa kuwa na mapato ya chini. Mvua kubwa inayoendelea kunyesha katika kaunti ya Mombasa imesababisha uharibifu mkubwa huku kazi ya ukarabati wa nyumba zilizobomoka kufuatia mvua hiyo ukiendelea. Waziri wa Ardhi, Nyumba na Mipango Francis Toya aeleza ni kwa nini serikali ya Mombasa iliona ni bora wahame. Tunatazamia kutakuwa na maporomoko mengine zaidi katika sehemu ya Mishomoroni na sehemu ya Moroto hapa. Kwanza tungelipenda kuomba watu wote wale ambao wako katika sehemu hizi wasongee katika sehemu za juu, manake kutakuwa na maporomoko zaidi. Lakini Millicent Awuor aliye aliyemkazi wa hapa hana nia ya kugura na kusema kweli, vile mheshimiwa anasema kuwa wataka kutuhamisha tuende kwengine, mimi naona hiyo itakuwa ngumu. Sisi tungemwomba kama wakaaji wa Chuda Moroto, ikiwezekana atuletee mawe kokoto, simiti, sisi tutajenga nyumba zetu sisi wenyewe. Baadhi ya wakazi hao wanakubaliana naye. Mmoja wao ni Ian Otieno ambaye amesema itakuwa fueni kwao endapo watapelekwa sehemu nyingine zilizosalama kufuatia hatari, nao wako dolea macho mchanga ambayo ni tayari inaweza kabomoka, na tena mali penyewe pia palikuwa ni mabonde mabonde ni e, mporomoko kidogo, si mahali ambayo pamekuwa tu flat vile, unaweza unaezokasema labda hapa ni mahali ambayo maji haiwezi kafanya nini, haiwezi ka kanyangushia nyumba. Licha ya ilani ya kuhama kuna wengine ambao hawana habari. Albanus Muli anasema bado hajapata taarifa hiyo, analojua tu ni kwamba mvua hiyo imekuwa ikimzuia kufanya kazi zake. E, bado hatujapata habari kama kuna uhamisho fulani, na tukipata e, twaweza furahia e, madhara ya mvua kama mnavyojua inasababisha mambo mengi kama kupoteza vitu ama saa zingine maafa. Kwa sasa wengi wanaendelea na shughuli zao za maisha na kujitafutia riziki za kila siku, huku hofu yao kuu ikiwa kuondolewa mahali hapo siku na saa ambayo hawaijui. Hadi wakati huu, taarifa za kuondolewa kwa wakazi hawa hadi maeneo yaliyo salama na mvua inaonyesha hapa Mombasa bado inazua mjadala miongoni mwa wakazi hawa, ambapo wakazi wengine wanadai kwamba itakuwa ni afueni kwao, huku wengine wakisema kwamba hawajapata notisi na pia si sawa, kwani hawajapata utaratibu wote utakaowawezesha kwenda sehemu ambazo wameambiwa. Lakini wakati mjadala huo unapoendelea, athari za mvua bado zinaonekana, kwani jengo lililopo kwa sasa limevunjika na wakazi hawa wanajaribu kadri wawezavyo ili kurejelea hali yao ya kimaisha. Wakati huo huo, wakazi wa kijiji cha Vumbu, wodi ya Kinondo, gatuzi dogo la Msambweni, wameachwa bila makao baada ya mafuriko yaliyotokana na kuvunjika kwa kingo za mabwawa ya kampuni mbili zilizo katika eneo hilo. Akiwahutubia wanakijiji wa eneo hilo, gavana wa kaunti ya Kwale, Salim Mvurya, aliwaahidi kuandaa mkutano na wawakilishi wa kampuni hizo ili kutatua tatizo hilo both the presentation and both companies to, to sit so that we can understand even the technical designs of the dams that we are talking about and then the representative of the community Oscar Ucheng, Pwani TV. Tukiendelea mbele mtazamaji, watu sita wanaendelea kupata matibabu katika hospitali kuu ya kaunti ya Kilifi baada ya kuathirika na ugonjwa wa kipindupindu. Kulingana na maafisa wa afya katika hospitali kuu ya kaunti hiyo, mmoja kati ya sita alifikishwa hospitalini usiku wa kuamkia leo. Alisonjala na kina cha taarifa hii. Ni katika chumba hiki ambapo waathirika wa ugonjwa wa kipindupindu wametengwa. Watano walifikishwa hospitalini Jumanne huku wa mwisho akifikishwa siku moja baadaye. Inakisiwa kuwa idadi ya wanaoathirika inaendelea kuongezeka kufuatia mvua kubwa inaendelea kushuhudiwa katika sehemu tofauti za pwani. Licha ya juhudi zinazoendelezwa na kamati za kukabiliana na majanga, makali ya mvua bado yamesalia kuwa changamoto kuu. Daktari Swoba Omar amedokeza hali duni ya mabomba ya kupitisha maji taka na kuchanganyikana na maji safi ya matumizi inachangia pakubwa hali hii. Daktari Omar ameeleza kuwa maafisa wa afya wanaendelea kuwafanyia uchunguzi wananchi wengine ambao wanaendesha na kutapika na kuwataka kudumisha usafi. Maafisa wa afya aidha wametoa onyo dhidi ya kula vyakula kwenye vibanda ambavyo havizingatii usafi pamoja na kupendekeza kufungwa kwa vibanda hivyo. Hii si mara ya kwanza kwa maeneo haya kupatikana na janga hili la kipindupindu kama anavyoeleza Daktari Anisa Omar 2009. Lamu Mtwapa wa Vipingo na Kaloleni ni baadhi ya maeneo ya ambayo yameripotiwa kuathirika huku kukiwa na matumaini kuwa hatua zilizochukuliwa zitapunguza kuenea kwa ugonjwa huu. Alice Wanjala, habari za Mwambao. Na, mtazamaji, taarifa ifuatayo ni ya michezo, lakini kwa leo tumeipatia kipaumbele, ambapo hisia mbalimbali zinazidi kutolewa siku moja tu baada ya rais wa shirikisho la soka duniani FIFA Sepp Blatter kutangaza kujiuzulu kwake kutoka wadhifa huo. Magwiji wa soka hapa Mombasa wamesifu uamuzi wa huo, huku wengine wakinusa nia mbaya kutoka miamba wa soka barani Ulaya. Mwanamichezo wetu Fredrick Onyango na taarifa hiyo kwa kina. I have thoroughly considered my presidency thought about my presidency and about the last 40 years in my life. Hatua ya Blatter kunyanyuka madarakani imejiri siku tatu tu baada ya kuchaguliwa tena kwa kipindi cha miaka mitano. Tuliweza kuzungumza na mkongwe wa soka hapa Mombasa, Hamis Bagazal, alitaja kuwa huenda siasa za mataifa ya ugharibuni zilichangia kujiuzulu kwake Blatter. Baadhi ya viongozi wa shirikisho la soka nchini FKF kutoka kwani tulizungumza nao walitaja kujiondoa kwake Blatter kama pigo kubwa kwa bara la Afrika. Kwa mtu kama mimi ambaye nimekuwa katika uongozi wa mpira naweza kusema labda hii ni, ni new era ambayo inakuja. Viongozi hao pia walisifu hatua zilizopigwa na Blatter katika kuinua vyango vya soka barani Afrika. Sepp Blatter amesaidia pakubwa sana katika kukuza mpira katika maeneo yetu ya nchi ndogo ndogo, hususan katika bara la Afrika, kwa sababu ni kupitia uongozi wake tuliweza kuona kwamba World Cup rotation ikianza kufanywa na hivyo basi nchi ya kutoka bara la Afrika ikapata fursa ya kuandaa michuano kama hii ambako ni faida kubwa sana na, na ni natija kubwa sana katika mpira katika eneo letu la Afrika. Kujiuzulu kwa Sepp Blatter kunafuatia tuhuma za visa vya ulaji rushwa kukumba baadhi ya maafisa wa FIFA kufuatia uchunguzi uliofanywa na idara ya sheria ya Marekani. Siku mbili kabla ya uchaguzi huu kufanyika, maafisa saba wa FIFA akiwemo naibu wa rais wa shirikisho hilo walikamatwa na maafisa wa polisi kutokana na tuhuma za kupokea hongo inayokisiwa kuwa zaidi ya dola milioni mia moja za Marekani katika kipindi cha miongo miwili. Licha ya rais Blata kujiondoa mamlakani kama rais wa shirikisho la soka duniani, Blata bado ataendelea kushika wadhifa huo hadi pale watakapoandaa wa mkutano mkuu mwezi Disemba na kwa mwanyilini watafanya uchaguzi mpya ili kumchagua kiongozi mpya wa soka ulimwenguni. Hata hivyo taifa la Kenya bado alijasazwa nyuma katika sakata za ufisadi, kwani kwa muda mrefu shirikisho la soka nchini FKF limekuwa likituhumiwa sana kwa sakata za ulaji rushwa wa humu nchini. Fredi Konyango, Pwani TV Mombasa. Tukiendelea mbele, kina mama katika wodi ya Kisurutini eneo la Rabai Wana kila sababu ya kutabasamu baada ya mwakilishi wa wadi hiyo Anthony Kenga kuahidi kuwajengea karakana ya kushonea nguo. Kanga, Kenga samahani amesema ametenga takribani shilingi milioni mbili ili kutekeleza mradi huo unaopania kukabiliana na hali ya umaskini. Aidha, mwakilishi huyo ameongeza kuwa kina mama hao watajihusisha na kazi ya kushona nguo kama vile sare za shule na baadaye kuuza baadhi bidhaa zao. Wa wanafunzi wa eneo hilo. Kwa upande wake mwakilishi wa kinamama katika eneo hilo, Mwanahama Swale ameeleza matumaini yake kufuatia mradi huo na akaongeza kuwa fedha za maendeleo ya kaunti ya Kilifi zinapaswa kusimamiwa vyema kwa maendeleo ya kaunti hiyo. Lengo yangu ni kuenua uh, makundi ya kinamama, makundi ya vijana ili wakaweze kujitegemea kiuchumi. Ndio maana leo tumesema niweze kuwanunulia uwanja na pia kupitia uh, ile fund ya World Development Fund ndani ya Kilifi County tunaenda kuweka milioni mbili ambalo wataweza kujengewa jengo na hatimaye kuweza kuwafungulia mradi ule wa tailoring ambao watakuwa wanaweza kuanzisha ushonaji wa school uniform. Kwa kilio chao ambacho walikuwa wamepeana kwa MCA wetu, walikuwa wanataka mradi wao wa kutengeneza matofali. Sasa bila kiwanja, mradi ule hauwezi kutengeneza, hauwezi kufaa kwa sababu lazima kuwe na nafasi ya kutengenezea vile vitu vyao ambavyo watataka kutengeneza. So leo tumekuja hapa ili kuwatembelea, tuwakabidhi kiwanja hichi ili ule mradi ambao wanafikiria kufanya usiwe na pingamizi na mtazamaji unaendelea kuitazama taarifa za mwambao hapa pwani TV tunazozipeperushia kutoka hapa jijini Mombasa. Na unaweza kututumia ujumbe mfupi ukatupa maoni yako kwa nambari 21454 au tutembele katika kurasa yetu ya Facebook pwani TV Kenya; twitter ni at pwani TV, na narudi na taarifa zaidi baada ya mapumziko. Metali ya leo ikiletwa kwako na pwani TV. Bahari ya chungu ni maji kitobweni. Bahari ya chungu ni maji kitobweni. Maana ya methali hii, jambo lolote japo dogo huenda likamwathiri mtu fulani hasa asiye na ujuzi. Na mtazamaji, katika taarifa za mahakamani, kiongozi wa mashtaka katika mahakama moja hapa Mombasa, Lydia Kangori, amepinga wakili wa mshukiwa mmoja wa ugaidi kufanya ombi la kuachiliwa kwa dhamana kwa mshukiwa huyo. Akipinga ombi hilo, Lydia amesema kuwa mahakama ilitoa amri hapo awali ya kumzuilia mhusika ama mshukiwa kwa muda wa siku 30, hivyo basi wakili hafai kuwasilisha ombi lake hadi siku hizo 30 zitakapokamilika. Jeffa Sige, wakili msimamizi katika kesi hii, amepinga kiongozi wa mashtaka na kusema kuwa ni kinyume cha sheria, kwani kulingana na kipengee katika katiba cha arobaini na tisa mshukiwa ana haki ya kuachiliwa kwa dhamana huku uchunguzi ukiendelea. Mohamed Khalid ni mshukiwa wa ugaidi aliyekamatwa katika eneo la Bondeni mapema juma lililopita na maafisa kutoka kitengo cha kupambana na ugaidi na kupatikana na vilipuzi na vifaa vingine vinavyohusishwa na shughuli za ugaidi. Hakimu anaisikiliza kesi hii, Susan Shitubi anatarajiwa kutoa uamuzi wake kuhusiana na ombi hilo na tarehe ya kusikizwa kwa kesi hii hapo kesho. Hebu tutupie macho bei za bidhaa na ubadilishanaji wa sarafu za kigeni. Na mtazamaji, viongozi wa kisiasa nchini Morocco wamemtaka waziri wa mawasiliano kujiuzulu nchini humo baada ya kupeperusha maonyesho ya mwanamuziki Jennifer Lopez akiwa amevaa nguo zisizokuwa na heshima na inaonekana wamegadhabishwa sana na jambo hilo. Kufikia hapo mtazamaji, sina la ziada ila kutamatisha taarifa zetu, na kwa niaba ya wote waliofanikisha habari hizi na kutakia usiku mwema, nimekuwa wako Aisha Mwajumla.